Msongo wa mawazo ni mfadhaiko wa akili anaopata mtu kutokana na shida, taabu, dhiki, matatizo au changamoto zinazomkabili katika maisha ya kila siku. Hutokana na pale mtu anaposhindwa kukabiliana na jambo linalomtatiza. Huwapata watu wa rika na asili zote. Tafiti zinaonyesha kuwa wanawake hupata msongo wa mawazo zaidi kuliko wanaume. Ni tatizo la kimwili pamoja na kiakili. Dalili: kujisikia maumivu sehemu mbalimbali za mwili hasa kichwa, kukosa hamu ya kula au kula chakula kupitiliza, hasa vyakula vyenye madhara, kukosa hamu ya tendo la ndoa, kuwa na huzuni wakati wote na kujisikia mnyonge, kusahau kirahisi au kupungua kwa uwezo wa kufikiria, Kujisikia mpweke au kukosa matumaini ya maisha, kupungua kwa uwezo wa kimasomo kwa wanafunzi, kuwa na hofu au kutokujiamini, kupungua au kuongezeka uzito bila kupenda, kushindwa kulala au kulala kupindukia, kukosa utulivu wa nafsi, kubadilika kwa siku za hedhi au kutokupata hedhi kabisa, kubadilika kwa mwenendo ghafla, kama vile kugombana na ndugu, jamaa au marafiki bila sababu za msingi, kunywa pombe kupindukia au kutumia madawa ya kulevya, kuwa na mawazo ya kujidhuru au kujiua. Ili dalili hizi zihesabike kuwa ni msongo wa mawazo kitaalam, ni lazima mtu azionyeshe kwa muda wa wiki mbili au zaidi. Kwa mfano huzuni anayokuwa nayo mtu aliyefiwa huhesabika kama msongo wa mawazo endapo itachukua wiki mbili au zaidi. Watoto wadogo wanaweza kuonyesha dalili tofauti na zile zilizotajwa hapo juu. Sababu. Sababu za msongo wa mawazo zimegawanyika katika makundi mawili ambazo ni kisaikolojia na kibayolojia. Moja, sababu za kibayolojia: magonjwa sugu kama vile ukimwi, figo, moyo, ini, TB, kisukari na kadhalika. Mtu kurithi vinasaba kutoka kwa mzazi au wazazi. Sababu za kisaikolojia. Matukio yasiyofurahisha kama vile ubakaji, uvamizi, ajali, kufiwa, au kutekwa nyara. Majanga kama kimbunga, mafuriko, tetemeko la ardhi na kadhalika. Changamoto za kila siku za maisha kama vile ugoni, talaka, mimba kuharibika, kutoa mimba, kutengana, kufungwa, kuuguza, au kukosa kazi, ugomvi kwa wanandoa, kusingiziwa jambo, ushirikina na kadhalika. Matatizo sehemu za kazi, kufukuzwa kazi au chuo, migogoro kazini, au kustaafu kazi. Mambo ambayo yanategemewa mtu kufurahi yanaweza kumsababishia msongo wa mawazo kama kuoa au kuolewa, kuzaliwa mtoto, kufaulu mtihani, ajira mpya, kuhamia nyumba mpya, kupata ujauzito na kadhalika. Namna ya kupunguza msongo wa mawazo: Tafuta chanzo na epukana nacho, kabiliana nacho au kubaliana nacho. Kuwa na mtazamo chanya kwamba hiyo ni changamoto inayokukabili na siyo mwisho wa maisha. Fanya mazoezi ili kupunguza mzigo wa hisia unaokuelemea na kuondoa msongo wa mawazo. Epuka kuwa peke yako, washirikishe watu wa karibu matatizo yako na kuomba ushauri. Pata muda wa kutosha wa kupumzika, ikiwa ni pamoja na kulala. Epuka mazoea mabaya kama kunywa pombe kwa imani kwamba zitakupunguzia msongo wa mawazo. Jitahidi kula vizuri kwani mwili unategemea chakula ili uweze kufanya kazi vizuri. Fanya vitu ambavyo vitakupa starehe kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki, kwenda sehemu za burudani na kuwa na mtu wa kukufariji. Badilisha mazingira kwa kutembelea sehemu mbalimbali mbali kama vile fukwe za bahari, mbuga za wanyama, bustani na kadhalika. Pata ushauri wa wataalam kama vile daktari, mwanasaikolojia na kadhalika. Kutumia dawa kwa usahihi kila wakati na kuhudhuria kliniki kila wakati kama ilivyopangiwa na wataalamu wa afya. Hitimisho. Msongo wa mawazo ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine na ni janga kubwa ambalo jamii zetu hatulitilii maanani. Watu wengi wamepoteza ndugu na jamaa kwa sababu ya msongo wa mawazo, lakini mara nyingi tatizo hili huunganishwa na matukio mengine. Elimu zaidi juu ya msongo wa mawazo inahitajika katika jamii ili kuongeza ufahamu na kukabiliana na ugonjwa huu.